Kuna wakati unakuwa ni wa majonzi, wa kilio, wa mateso, wa mahangaiko, wa shida, na wakati huu unakufanya wewe ukate tamaa, unakufanya wewe uwe na mahangaiko mengi ya kidunia na maisha yako kwa ujumla, na kujiona upo mpweke, kujiona huwezi, kujiona kama wewe sio mtu ambaye unafaa sana katika maisha. Sasa tambua kwamba kuna baadhi ya matukio ambayo yanaruhusiwa kwa lengo la kukujenga wewe katika maisha ili uimarike zaidi. Katika matukio, Mungu huongea na watoto wake kupitia namna mbalimbali ndani ya matukio. Hapa ni vizuri kugundua kuwa Mungu anaweza kuruhusu matukio ambayo yanakuumiza kwa muda lakini yanakuletea utukufu mkuu baadaye. Kwa kupitia shida, mateso na mahangaiko na hali yote ambayo unaipitia kwenye maisha, basi kwa pamoja tunaita njia ya matukio. Basi tambua kwamba njia ya matukio ni njia ambayo wakati mwingine inakuwa na maumivu na kuhisi kama Mungu hakupendi. Kwa mfano ukienda kusoma Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa nne, anasema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 akaona merikebu inayokwenda Tashishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja nao Tashishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini Ika... ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Katika kisa hiki tunaona Mungu anamtuma mtumishi wake Yona, alafu anakataa na kuamua kukimbilia mji mwingine na Mungu anaamua kuruhusu tufani katika safari yake. Hapa tunaona maisha ya watu wengi sana katika ulimwengu huu. Tunaona katika ulimwengu huo sasa, watu wengi ambao wanapitia shida, na baada ya hapo Yesu akawaokoa na kuwaponya, mwisho wa siku wanajiamini sana na kuamua kumwacha Mungu kurudi nyuma. Na mwisho wa siku, baada ya hapo, wanakutana na shida ya matatizo na mahangaiko ambayo yanawafanya wao waendelee kuhangaika na kulalamika, kama jinsi ambavyo tunaona Yona alivyokuwa ameitwa na Mungu, lakini mwisho wa siku akakimbia, lakini kusudi la Mungu bado ilikuwa katikati ya Yona. Kwa hiyo, hata wewe huenda ulikataa baadhi ya wito ambao uliitwa na Mungu. Ulisikia kabisa sauti ya Mungu ambayo inasema na wewe wewe, na wewe ukaamua kuikataa hiyo sauti, na sasa kama unakataa sauti hiyo, unakataa maono, basi tambua kwamba utakuwa ni mtu wa kutangatanga na kuhangaika lakini pia tambua kusudi la Mungu halipingiki. Matukio ni njia mojawapo ambayo Mungu hupenda kuitumia sana, kwa sababu inamuhusu mtu katika mapito yake ya kila siku moja kwa moja. Katika maandiko matakatifu, watu ambao kwa njia ya matukio waliweza kumsikia Mungu na hakika yake wakatambua Mungu anaongea nao na unaposema matukio hapo ni moja kwa moja na ishara. Ukienda kusoma Hesabu sura ya ishirini na moja mstari wa tano mpaka wa saba, anasema watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu, wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe, utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Katika andiko hili tunaona Mungu alitumia tukio gumu kwa wana wa Israeli kwa kuruhusu nyoka wa moto wakawauma watu, na baadaye watu wakajua nyoka hawa ni sauti ya Mungu kwetu, ndipo wakaanza kumlilia Mungu, na Mungu akaleta solution kwao ili kuwanusuru na matukio hayo. Huenda hata na wewe, kuna baadhi ya mambo ambayo ulikuwa huyapitii kwenye maisha lakini baada ya kuwa unapitia kwa sasa, unaanza kutafakari na kujua kwamba labda kuna wakati nilikosea, nilimkosea Mungu, au labda niliwalalamikia watumishi wa Mungu, au labda nilifanya dhambi, au labda kuna namna nilikosea kama mimi mtumishi. Kwa hiyo mwisho wa siku baada ya kujua hivyo unaamua kwenda kuomba msamaha, na mwisho wa siku yale yote ambayo ulikuwa unayaona zile shida na yale matukio, basi unashangaa yamepotea na hakuna shida tena ambayo unakutana nayo ambayo ilikuwa inakutesa kwa hali ile. Kumbe Mungu anaongea na watu kwa kupitia matukio. Kwa kupitia matukio tu basi atakuimarisha wewe na kukujenga. Hapo sasa utajua kwa kupitia tukio hilo, basi linakuimarisha wewe zaidi katika maisha, yaani ukuwe zaidi, ili uweze kuwa mfano bora wa kuigwa kwa watu wengine, kwa kupitia matukio ambayo unakuwa umeyapata, mahangaiko, mateso, basi yanakufanya wewe ukate tamaa kwenye maisha. Kila jambo unalolifanya unaona kama huwezi kufanya vizuri lakini pia unajikuta unatengwa hata na wale marafiki na wale watu ambao walikuwa karibu na wewe, wale watu ambao walikuwa wanakushauri, wale watu ambao walikuwa wanakupenda, wale watu ambao mlikuwa kwa pamoja mnacheka. Lakini unashangaa upo peke yako, hata kama ukijaribu kuwa pamoja nao, hata kama ukijaribu kujipeleka, hata kama ukijaribu kujipendekeza lakini watu hawa unashangaa, kila mtu anakuwa na mambo yake, kila mtu anaishi kivyake. Kwa hiyo unajikuta upo peke yako katika shida, katika mahangaiko. Ndipo wakati ambao unahitaji rafiki yako aje ya kushauri, unahitaji rafiki yako aje ya kufariji, unahitaji mtu wa karibu wa kukutia nguvu. Lakini sasa, hapo ndipo unakutana na hali ambayo inakuwa ngumu zaidi. Hakuna. Hali ya kujiona hufai pia inakuwa inajitokeza katika maisha yako, na hali hii usipoikataa, basi unashangaa inakuvaa wewe katika maisha yako, unajiona hufai kwa kila jambo, na mwisho wa siku pia inazaa hali ya kulalamika. Mwisho wa siku unajikuta unalalamika sana, hakuna mtu ambaye unamwona mwema katika maisha lakini kumbe ni wakati tu mfupi kabisa ambao unakuwa unaupitia, na tambua, unakuwa katika darasa ambalo linakuwa linakuimarisha wewe, kwa kuwa wewe ni mbeba maono makubwa sana, ambayo kwa kupitia wewe, basi kuna watu ambao wanasubiri wewe ushinde hayo majaribu, ushinde hayo matukio ambayo yanakuja kwako mara kwa mara, ambayo yanakuumiza ambayo yanakutesa, ambayo yanakufanya usio na amani, ambayo yanakufanya usio na furaha, ambayo yanakufanya ujione mpweke, ambayo yanakufanya utengwe, basi na mwisho wa siku Mungu akuinue zaidi. Kila siku unajikuta unawaza sana, na mwisho wa siku unakuwa huna mipango yoyote ambayo inakufanya wewe upange kwa habari ya kesho yako, kwa habari ya maisha yako na maono yako kwa ujumla. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya matukio ambayo unakuwa unakutana nayo katika maisha ambayo yanakufanya wewe uteseke, uhangaike na ujione kama mtu ambaye una thamani katika... mambo ya kujifunza unapokuwa unapitia hali ngumu ya maisha unapokuwa unapitia matukio fulani ambayo yanakuwa yanakuumiza yanayokuletea maswali mengi ambayo unakuwa unajiuliza sana katika maisha. Kwa hiyo ni vizuri utambue mambo haya ili unapokuwa unapitia hizo shida, majaribu, mateso basi ikusaidie kuwa mtulivu, kuwa mtu mkuu baadaye katika maisha na kuwa kiongozi mzuri kwa watu wengine. Jambo la kwanza Kipindi hiki cha kupitia matatizo na matukio mengi magumu magumu kwako, basi hiki ni kipindi cha kuongeza nguvu za maombi. Yaani kwamba unavyokuwa unapitia mateso, mahangaiko na matukio ya mara kwa mara, basi hiki ni kipindi ambacho kinakualika wewe kuwa karibu na Mungu, kuongeza nguvu za maombi. Kama kuna mahali ulikuwa umepunguza basi sasa ni wakati ambao unaamshwa kwa ushindi kabisa, kwamba unaamshwa sasa kuvaa silaha, kuingia kwenye maombi mara kwa mara, kila siku, ili kuweza kuungana na malaika, kuweza kumwomba Mungu katika maisha yako, ili aendelee kukupa nguvu unavyokuwa unaomba na kufunga na kuendelea kutafakari neno la Mungu. Basi Roho Mtakatifu anakuwa pamoja na wewe, Mungu anakuwa pamoja na wewe, na mwisho wa siku unajikuta una amani. Hata kama unapitia shida, unapitia mateso, unapitia mahangaiko, basi Mungu anakuwa pamoja na wewe akikufariji katika maisha na akikufundisha njia ipi utaweza kuipita na wapi pakutokea kwa kupitia kumwomba Mungu inaweza kawa ni majibu mazuri sana ya maswali yako ambayo ulikuwa unajiuliza kipindi hicho ambacho unapitia matukio mengi sana ya kimaisha. Kwa hiyo kwenye kipindi hichi cha matukio, usiache kumuomba Mungu, usiache kufunga na kuomba, usiache kutapakaji neno la Mungu, kwa sababu huko ndiko kuna utajiri mwingi sana wa maisha yako. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi muhimu na ni kipindi kizuri sana kwa wewe kuongeza nguvu za maombi tena, ongeza. Hata kama ulikuwa unaomba kwa siku saa moja, basi ongeza hata masaa matatu manne, ongeza zaidi, ili utukufu wa Mungu uendelee kuonekana zaidi katika maisha yako, wewe uwe mshindi zaidi katika maisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vikao vya rohoni ambavyo huenda vinakuwa vinakaliwa kwa ajili yako ili kutaka kukuangamiza au kutaka kukupoteza na kukuangusha kwenye huduma, kwenye maono au kwenye mipango yako. Kwa hiyo unavyokuwa umeongeza nguvu ya maombi, basi Mungu anaachilia rehema zake kipindi ambacho unapitia matukio, mahangaiko mengi na mateso basi hiki ni kipindi cha wewe kukaa kimya, ni kipindi cha wewe kutulia na kutafakari wapi unataka kwenda. Hata kama unapitia matukio, usiangalie matukio, mwangalie Yesu. Hata kama unapitia tabu mateso, usiangalie mateso, usiangalie tabu, mwangalie Yesu. Kwa hiyo, hiki ni kipindi cha kukaa kimya, kutulia kabisa tena usiongee ongee sana na watu kwa habari ya mateso na mahangaiko na shida unazokuwa unapitia, bali umshukuru Mungu na kuendelea kumtukuza kwa kupitia kipindi hicho ambacho unajiona kwako hufai kabisa, unajiona kwako huwezi kabisa, unajiona kwako umekata tamaa, unajiona kwako ni mtu wa kuhitaji msaada sana, lakini ninakuasa huu ni wakati sasa wa wewe kukaa kimya na kuendelea kutafakari fadhili za Bwana, kuendelea kumshukuru Mungu kwa haya yote unayopitia, lakini usiangalia hayo unayopitia zaidi, mtazame Yesu ambaye ni jibu kwa hayo ambayo unapitia. Kwa hiyo kwenye shida unazopitia mtazame Yesu kwenye mahangaiko yote na matukio yote. Mtazame Yesu ambaye ndiye jibu la maswali yako ambaye unakuwa unajiuliza sana katika maisha. Kwa hiyo kosa kubwa la watu wengi ni wale ambao wanatazama matukio, wanatazama shida, changamoto, mateso badala ya kumtazama Mungu. Kwa hiyo wanamsahau Mungu, wanaangalia shida na mateso na mahangaiko. Hili ni kosa kubwa sana ambalo hautakio kulifanya katika maisha. Kwa hiyo ninakuamsha shujaa ambayo unanisikiliza kwenye maisha yako, ni vizuri umweke Mungu mbele, yaani kwamba Mungu awe wa kwanza kwenye kila jambo ambalo unatamani kulifanya. Basi ukimruhusu Mungu kwenye maisha yako utajikuta wewe ni mshindi siku zote. Karibu katika vipindi hivi vya amka shujaa, karibu sana na Mungu akubariki. Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uwe imara katika maisha. Pia nipo na mwalimu Lupimo katika vipindi vya kama mwili ni wako wewe miliki ni nani. Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uweze kujigundua katika maisha yako kwamba wewe ni nani na kusudi la Mungu katika maisha yako ni lipi, ili ufike pale ambapo Unatamani kufika katika maono yako. Kama wewe hii ni mara ya kwanza kuungana nasi, bonyeza subscribe ili mafundisho ya kufikie kwa urahisi sana. Ninakukaribisha mkaribishe na jirani yako ili na yeye aweze kujifunza.